Hatuna tunachokifanya kwenye siasa, maanake wajibu wetu wa vyama vya upinzani vyote ni kuikosoa serikali iliyoko madarakani kwa sera zake, namna wanavyoendesha nchi, namna wanavyokwenda. Ndio wajibu wa chama cha siasa, kinapaswa kusimama kwa niaba ya umma, umma ambao unawataka kesho na kesho kutwa wa kuamini wa kupigie kura. Kwa hiyo wanapokwenda tofauti, ndo maana sisi wengine e, tume, tume, tume tumejitanabaisha wazi, tukawaambia hamko sawa sawasawa, hili haliko sawa, na huo ni msimamo wangu kwamba hawako sawasawa, na narudia tena Chaumma haiko sawa hata kidogo kwa namna ambavyo inatumia baadhi ya makada wake hawako sawa sawa. Nawashukuru sana. Ah, imeumiza sana, imefifisha sana demokrasia na haikuishia hapo, sababu kwa ndani tu haikupaswa kuwa hivyo, wameenda mbali zaidi, wamekizuia chama chenyewe kisifanye siasa, wamekizuia kukutana na wananchi, wamezuia mali za chama hicho, eh, sasa, kwa vyovyote vile, kwa vyovyote na mtu yoyote, mtakubaliana na mimi, Chadema ndio chama kikuu Tanzania cha siasa. Ndio chama kikubwa. Sasa ukikizuia chama kama hiki ambacho ndio chama kiongozi, eh, ndio ambacho kinapaswa kutoa mwelekeo wa siasa za nchi hii. Kwa hiyo kwa vyovyote vile, na ukamkamata mwenyekiti wa chama hicho ukamweka ndani kwa mashtaka ambayo ni ya kubumba kama inavyoonekana. Basi kwa vyovyote vile itafifisha tu. Kwa hiyo kwa vyovyote, eh, imefifisha sana demokrasia ya nchi yetu na inarudisha nyuma mapambano. Lakini kwa, kwa njia nyingine eh, wanamkomaza kisiasa, wanamuimarisha. Dhahabu ili ing'ae, lazima uipitishe kwenye moto. Kwa hiyo wao wanamng'arisha, bila kujua wanamng'arisha. Lissu, aliyeingia ndani mwaka karibia, takribani mwaka sasa, atatoka akiwa Lissu mwingine tofauti kabisa, kwa sababu wao ndo wamemng'arisha kwa maumivu ambao wanampitisha. Lakini Watanzania asilimia kubwa, kwa ma, mamilioni, wako nyuma yake. Unaona, wanazidi kuongeza matumaini kwake na wana matumaini tu kwake kwamba siku moja atarudi na haki itapatikana tena katika nchi yetu hii. Askofu Emmaus Bandekile Mwamakula anaandika Patrick Asenga kaongea hisia. Katika elimu juu ya hisia tunasema hisia ni adubini ya moyo kwa kuwa yaweza kuibua mambo yaliyojificha katika kilindi cha moyo. Lakini kauli za Asenga zinaibua maswali mengi pia. Je, ni nani aliyepoteza mwelekeo kati ya watu watatu: Asenga, makada wa CHAUMMA au CHAUMMA yenyewe? Je, ni mwelekeo upi uliopotea na unatoka wapi kwenda wapi? Huko nyuma niliwahi kushauri wanasiasa hasa, wote wanaohama au wanaotaka kuhama vyama vyao kujiepusha kushambulia wanakotoka au kusifia wanakokwenda. Huu utamaduni ambao umejengeka wa kusema adhalani mazuri ya unakotoka unakotaka una kwenda au mabaya unakotoka, unaofanya wanasiasa wengi waonekane ya kuwa sio wa kweli katika nafsi zao. Wanasiasa wengi waliokimbia vyama vyao na kujiunga vyama vingine baada ya kuvisema vibaya vyama vyao vya zamani, heshima na pia mvuto wao huishia siku ya kupokelewa. Baada ya hapo huko anakokwenda hawathaminiwi tena na habari yao huishia hapo. Kwa wanaomjua Asenga, anaweza kupokelewa kwa mvuto kama akirejea CHADEMA bila hata ya kuisema vibaya CHAUMMA au makada wa CHAUMMA vilevile. Lakini kwa kuwa kasha yasema, basi anaweza kuishia hapo, ili asiendelee tena. Watu wanaomjua Asenga watamwelewa sana hata kama atarejea kimya kimya Chadema. Lakini kama Asenga ataendelea kuongea tena baada ya hapa, basi ni vizuri azikumbuke kauli zake alizozitoa wakati anajiondoa Chadema akiwa na hao wenzake anaowasema kwa sasa. Huo ni wakati wa kutaka kuikomboa nchi, kwa hiyo inahitaji nguvu kubwa ya jeshi la ziada. Ni wazi kuwa wanahitajika watu wakunia mamoja bila kujali ukamilifu wa sera za vyama vyao. Na kwa kuwa Asenga anaamini kabisa kuwa risukaonewa, hiyo inatosha kabisa ahitaji kutoa kauli ya ziada. Kuondoka kwa Patrick Asenga kule Chadema bila shaka kuliumiza wengi, au walio nao CHAUMMA wakawa faraja yake kila kipindi cha kurushiana makombora lakini pia ni dhahiri kama ataondoka CHAUMMA hiyo pia itawaumiza walioko CHAUMMA. Pengine ni hekima kutoongeza idadi ya maadui, na hili ni jambo la muhimu kwa wanasiasa wote, kwa kuwa kuna ukutana misibani. Pia nilifanya kazi ya kuwatetea baadhi ya watu wa CHAUMMA walipokuwa CHADEMA. Kwa hiyo ninawajua, wapo ambao walikwenda huko kwa dhati ya mioyo yao, lakini pia wapo ambao walikwenda kwa kuwafuata viongozi. Si haja ya andiko hili leo kuelezea walichokifuata ni nini huko CHAUMMA, au pia walikimbia nini CHADEMA. Ni dhali kuwa wanapigania haki, wapigania haki wa wapo CHAUMMA, naamini wapo pia walioko CHADEMA, pia naamini wapo siku wataungana tena na kuwatosa maadui walio katika pande zote. Kwa sababu hiyo ni muhimu sana kutafakari hili. Ni wazi kuwa hata CCM wapo wapigania wa haki wa kweli, ila hawawezi kuonekana kwani kwa sasa chama chao kimezidi kuchafuka, pia baada ya kile kilichoitwa uchaguzi wa Oktoba 29 ya mwaka 2025 Udhaifu wa hoja ya askofu kuhusu jambo hili la Asenga utaimarishwa na hekima ya wasomaji na wachangiaji wa mada. Siasa ni maisha pia kama yalivyo maisha mengine. Tujifunze kuwapatia nafasi ya kujitafakari wanasiasa. Natafuta pia hekima juu ya kuandika juu ya, ya kile ambacho amekiongea Josefu Seasini wa chama cha NCCR mageuzi nam ni andiko la eh, Askofu Emausi Bandekile Mwamakula ambaye amemchambua Asenga, eh, Patrick Asenga aliyekuwa kada wa CHADEMA na kutimkia CHAUMMA, lakini pia amekumbushia tahadhari ambayo aliwahi kuitoa kwa wanasiasa ambao wakati wanaama vyama wa wanatumia nafasi hiyo kuviponda vyama walikotoka na kusifia wanakokwenda. Kwa hiyo amezidi kusisitiza kwamba ni bora kukaa kimya hasa kwa Patrick Asenga ili asije akakosa pote.